Karibu LusaElimu leo, tumekuandala video ya jinsi ya, ya kupata MB za bure kutoka mtandao wa Halotel kupitia application yao inaitwa Myhalo, hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kwa kwanza ndipo tutatoa video nyingine. Uh, vitu muhimu ambavyo tunatakiwa kufanya ni kudownload application ya Myhalo kupitia application ya Play Store. Baada ya kuidownload utainstall na kuinstall, itapatikana katika simu yako kama ambavyo unaiona sasa. Hii ndio ikoni yake na ndio application ambayo uh, watu wengi wanaitumia kwa ajili ya kupata hizo MB za za, bure za za kila siku. Sasa baada ya kuinstall application hiyo ya Myhalo uta utaifungua. Uh, utakapofika katika ukurasa utabonyeza about it baada ya hapo utaruhusu, kisha utakapofika hapa itakuhitaji uingize namba zako za simu. Sasa utaingiza namba za simu za Halotel, lakini pia hakikisha kwamba namba hiyo inapatikana katika simu, kwa sababu baada ya kuingiza na kucontinue, uh, wenyewe watataka uingize kodi ambazo watakutumia kupitia hiyo namba yako. Kwa hiyo nitaingiza namba yangu kisha nitabonyeza continue. Baada ya kuingiza namba zangu utafunguka ukurasa huu. Sasa hapa utasubiri wa zile code, kutumia zile kodi, kutumia utathibitisha sabini na sita kwa kumi na nne kwa baada yako process utasubiri mpaka itakapomaliza. Kwa hiyo baada ya aplikesheni yako ya kumaliza kufanya usajili ama kujirejista, basi itafunguka hivi. Kwa hiyo kwenda kuangalia amekupa MB ngapi. Kama unavyoona hapo, hizo ndizo MB ambazo nime, Kwa hiyo, hii itategemeana na, na, na, na thamani ya line yako kwa sababu wapo ambao watapewa GB moja lakini wapo watakaopewa MB 300, pia wapo ambao watapewa MB mia moja na hamsini. Kwa hiyo itategemea na line yako ya muda gani, na je, unaitumia kwa muda mrefu ama unaiweka tu na unaitoa na kuiweka kwenye laini pale tutakapohitaji kuitumia? Kwa hiyo yote itategemeana na utumiaji wako wa laini hiyo ya Halotel kwa sasa hivi, ndivyo ambavyo wengi wanafanya kuweza kupata MB za bure kutoka Halotel. Sasa Leo umefanya hivi. Je, kwa siku ya kesho utafanyaje ili uweze kupata MB kama ulizopewa leo? Sasa hili uweze kupata MB kwa siku inayofuata, basi baada ya kupewa tu MB zako kwa siku ya leo utakwenda ku hold hii application ya MyHalo. Baada ya ku hold utaenda katika storage and usage, utakwenda ku clear data, yani utakwenda kufuta ule usajili. Kwa hiyo so, baada ya kufuta usajili utatoka na kuendelea kutumia zile zile MB ambazo wamekupatia uh, kwa siku hii ya leo sasa. Kwa siku inayofuata mfano sasa ni, ni kesho uh, itakapopita siku ambayo wewe ulipewa MB hizo za bure siku yake ya pili yake utakwenda kujisajili upya, maana yake utaingia, itakuhitaji wewe uingiza namba zako, kwa hiyo utafanya kama ambavyo tumefanya mwanzo ili uweze kupata sasa MB kwa siku ambayo imefuatia baada ya ile siku ambayo ameshakupa MB. Kwa hiyo utakuwa unafanya hivyo hivyo kwa kila siku, hakikisha kwamba unakwenda ku clear data ili kufuta usajili wa awali na kuanza tena kujisajili, watakupatia tena kwa siku inayofuata, pia utafanya hivyo hivyo. Na hivyo ndivyo ambavyo wengi wanatumia hii Myhalo kuweza kupata MB za bure. Share na mwenzio pia, usisahau ku comment na kusubscribe.